DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Naam mola ameridhia tukutane tena jioni hii ikiwa imetimia saa 12 majira Afrika Mashariki hapo la kati ni saa kumi. Karibu kwa matangazo haya kutoka DW mjini Bonn. kwa niaba ya wote utakawasikia jina langu ni John Juma. DW habari za ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako jioni hii ni mimi Jacob Safari. Jumuia ya kujihami ya NATO yasema ina imani na juhudi za Marekani kusitisha vita Ukraine. Tume uchaguzi ya uchaguzi Guinea Bissau yasema haiwezi kutangaza matokeo ya uchaguzi. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani ni Papa Leo itaka mashariki ya kati iachane na ukatili wa vita. Habari kamili. Brussels, katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte amesema ana imani kuwa juhudi za Marekani za kuvimaliza vita vya Ukraine zinaweza kuleta amani. Rutte ameasema haya wakati ambapo mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff yuko mjini Moscow ambapo kwa sasa anakutana na Rais Vladimir Putin. Akizungumza na waandishi wa habari leo, Rutte amesema NATO inakaribisha juhudi zinazoendelea za kuleta amani zikiongozwa na Marekani. Rutte ameyatoa matamshi haya huku rais wa Ukraine Volodimir Zelenski akisema kuwa wajumbe wa Marekani na Ukraine wameubadili mfumo wa mkataba wa amani uliobuniwa mjini Geneva wakati wa mazungumzo yao ya hivi karibuni yaliyofanyika Florida, Marekani. Zelenski vilevile amesema kuwa anataka mataifa rafiki wa Ukraine barani Ulaya yajumuishwe zaidi katika mchakato huo. Bisau. Tume ya uchaguzi nchini Guine Bisau imesema leo kuwa haiwezi kukamilisha kuchapisha matokeo ya uchaguzi wa Novemba 23. Hii ni baada ya watu waliojihami kuyachukua makaratasi na hesabu za kura kutoka kwenye ofisi zake. Afisa mwandamizi katika tume ya uchaguzi ya Guinea Bissau, Idrisa Jialo, katika taarifa amesema hali waliyo nayo sasa hivi haiwaruhusu kukamilisha mchakato wa uchaguzi. Maafisa wa jeshi nchini humo walichukua madaraka mnamo Novemba 26, siku moja kabla ya tume ya uchaguzi kutangaza matokeo ya uchaguzi huo uliokumbwa na utata. Lengo la mapinduzi hayo yaliyofanywa na jeshi bado halijajulikana, huku uvume wa baadhi ya vyanzo ukisema mapinduzi hayo yalifanywa kwa maagizo ya rais umaru sisoko embalo mwenyewe haya yanafanyika wakati ambapo kiongozi wa upinzani nchini humo fernando dias da costa akiwa amepewa hifadhi na nigeria ujumbe wa jumuiya ya ecowas ulielekea mjini bissau hapo jana kukutana na utawala wa jeshi wa nchi hiyo Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bon. Beirut, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amekamilisha ziara yake nchini Lebanon leo kwa kutoa mwito kwa viongozi kote mashariki ya kati kuvisikiliza vilio vya amani vya raia wao. Papa Leo amewataka viongozi hao waubadilishe mwenendo wao na waachane na ukatili wa mapigano. Papa ameyasema hayo alipohutubia umati wa watu laki moja na nusu wakati wa misa takatifu huko mjini Beirut. Amehusihi uongozi wa Lebanon pia kutafuta suluhu la miaka ya machafuko, migogoro ya kisiasa na uchumi uliosambaratika. Amesema eneo zima la mashariki ya kati linahitaji mwongozo mpya ili, mpya, ili kukish, kushinda migawanyiko ya kisiasa, kijamii na kidini. Kiongozi huyo kidini, wa kidini amekuwa katika mkumbo wa pili wa ziara yake ya siku tatu nchini Uturuki na Lebanon. Geneva. Umoja wa Mataifa umesema leo kuna, kuwa una wasiwasi mkubwa na idadi ya watu wanaokimbia machafuko kaskazini mwa Msumbiji. Umoja huo unasema karibu watu laki tatu wameachwa bila makao katika miezi ya hivi karibuni katika eneo hilo. Mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalowashughulikia wakimbizi UNHCR Xavier Crich amesema machafuko yamesababisha karibu watu laki moja kulikimbia eneo la kaskazini mwa Msumbiji katika kipindi cha wiki mbili zilizopita pekee. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Crich amesema huenda ikawa idadi hiyo iko chini, kwani hao ni wale walioandikishwa na UNHCR tu, ila kuna visa vingi zaidi vya watu ambao hawakujiandikisha ila walikimbia. Amesema shirika hilo la umoja wa mataifa limeshuhudia ongezeko la mashambulizi katika vijiji na machafuko hayo kufikia hata maeneo yaliyokuwa salama. Na hatimaye Jakarta, Vikosi vya dharura katika nchi za Indonesia, sri Lanka na Thailand vinapambana kuwafikia manusura na kuiokoa miili zaidi leo wakati idadi ya vifo vilivyotokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi ya wiki iliyopita ikipindukia watu 1300 ripoti zinaarifu kuwa zaidi ya watu 900 wen, wengine hawajulikani walipo. Kulingana na mamlaka, mafuriko na maporomoko hayo yaliwaua watu zaidi ya 700 Indonesia, zaidi ya mia nne Sri Lanka na karibu mia mbili nchini Thailand, huku watatu wakifariki huko Malaysia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa Bonn, DW. Dunia yetu leo jioni. Taarifa ya habari za ulimwengu imeletwa kwako naye Jacob Safari. Tunaingia katika safu ya ripoti na uchambuzi. Rais Samia wa Tanzania asema serikali yake haiko tayari kuamrishwa wala kuelekezwa, na lengo la waandamanaji lilikuwa kuangusha dola la nchi. Walidhamiria makubwa, walidhamiria kuangusha dola ya nchini Nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe. Mtizamo wa mchambuzi kuhusu hotuba hiyo ya Samia ni upi? Maneno kwa kweli yalikuwa ni maneno ambayo mbali ya kuwa yalikuzungumzwa, lakini yalikuwa ni maneno yenye ukali kiasi fulani. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 atoa wito kwa viongozi wa mashariki ya kati kusikiliza kilio cha amani cha wananchi wao. Tuandikie maoni yako, msikilizaji, mtazamaji na mfuatiliaji wetu, na bila shaka nitayasoma hewani kadri muda utakavyo ni ruhusu. Uko nami John Juma. Tunaanzia Afrika Mashariki, nchini Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amesema serikali yake haiko tayari kuamrishwa wala kupewa maelekezo iwe kutoka ndani au nje ya nchi na amesisitiza kuwa kile kilichotokea Oktoba 29 sio maandamano bali ni vurugu. Samia ambaye leo amezungumza na wazee wa Dar es Salaam kama hotuba yake kwa taifa tangu nchi hiyo itumbukie katika hali ya sintofahamu, ametupia lawama pia vyama vya upinzani pamoja na Baraza la Maskofu Katoliki TEC, akisema vimejitwika jukumu lililo nje ya utaratibu wa sheria. George Njogopa aliyefuatilia hotuba hiyo kutoka jijini humo ana mengi zaidi. Rais alisema utawala wake ulilengwa kwa mipango iliyoratibiwa ndani na nje ya nchi kwa kutumia makundi ya vijana waliomiminika barabarani, sio uchaguzi, kwa lengo la kutaka kupindua dola. Alisema baadhi ya vijana waliingizwa mitani wakiahidiwa chochote, ingawa baadhi yao walikuwa hawana ufahamu jambo lolote, na kwamba hoja hali ngumu maisha ndio iliyosukuma hao kuingia mitani kwa ajili ya kutekeleza kile alichosema kazi maalum Walidhamiria makubwa, walidhamiria kuangusha dola ya nchini au ya nchi yetu. Rais Samia, ambaye katika uba yake hakutaja idadi ya raia waliofariki dunia kutokana na yale alijitokeza siku ya uchaguzi na nyingine tatu baadaye, alihoji kuhusu malalamiko ya nguvu kubwa zilizotumika kudhibiti waandamanaji, akisema nguvu kubwa inayotumika inaendana na, na tukio. Nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? ilikuwa tuangalie waandamanaji wa waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka afanikiwe. Akizungumzia kuhusu vyama vya siasa nchini, rais Samia ambaye alikuwa akizungumza katika hali ya ukali, alisema hakuna chama kilichozuiliwa kuingia katika uchaguzi, bali vingine viliogopa kuingia katika kinyang'anyiro hicho kwa hofu ya kufanya vibaya bila kukitaja chama chenyewe, Rais Samia alisema chama hicho kimetoa masharti ya kuingia katika duru ya mazungumzo kwa kuweka masharti ya kutekelezewa mambo fulani, na kusema utawala wake hauko tayari kufanya mambo kwa kuamrishwa wala kupewa maelekezo, iwe kutoka ndani au nje ya nchi. Hakuna mazungumzo mpaka mumwachie huyu, mufanye hili, mufanye hili. Sasa serikali haipewi masharti hayo, labda serikali ya wanafunzi kwa walimu wao, hilo linakuwa ama alishutumu waziwazi Baraza la Maaskofu Katoliki nchini TEC ambalo alisema limekuwa likijitwika jukumu la kutoa matamko ambayo alidai yako nje ya utaratibu wa kisheria. Alisema chombo hicho hakina mamlaka wala sio kinara ya dini nyingine kwa kuwa mstari wa mbele kutoa miongozo kwa serikali kauli yake imekuja siku moja baada ya katibu mkuu wa baraza la maskofu katoliki nchini TEK Padre Charles Kitimi kufanya mkutano wa waandishi wa habari na kukosoa jinsi nguvu kubwa zilizotumika kuziba maandamano ya makundi ya vijana. Alitaka wale waliohusika katika mauaji ya vijana hao kuwajibika au wawajibishwe. Tusikatae ukweli kwamba vijana waliandamana kwa sababu gani? Wanasema sababu ya kwanza, ukiwauliza vijana hata sasa hivi, hata nyinyi mlivyoka kwa waandishi wa habari, hatuko salama Watu wanatekwa, watu wanapotezwa, watu wanauawa. Ni zoezi lina zaidi ya miaka miwili, sasa hivi hilo linaendelea, vijana wamechoka kuvumilia. Kwa upande mwingine, hotuba ya rais Samia imegusia kile kinachoonekana wakati huu juu ya uwezekano wa kufanyika maandamano mengine hapo Desemba 9, siku ya kumbukumbu kumbu ya uhuru iliyokuwa Tanganyika, na Rais Samia mwenyewe amesema serikali yake imejiandaa kwa chochote. Kutoka Dar es Salaam ni Georgi Njogopa wa DW. Tunasalia Tanzania na nimezungumza na mchambuzi wa siasa Masel Hamduni kutoka Tanzania kupata tathmini yake juu ya mkutano huo, hotuba ya Rais Samia na mengine yanayoikumba nchi hiyo kisiasa kwa sasa. Hebu sikiliza. Waliobahatika wote kusikiliza hotuba hii bila shaka watakuwa mpata jambo, kwa sababu kwa mara ya kwanza katika historia ya ya, ya, ya baada ya kufariki kwa Magufuli, ndio leo hotuba ya ya rais wa nchi imesikika — hotuba yenye mamlaka, hotuba yenye kuonyesha uthabiti, hotuba yenye kuonyesha kujiamini, hotuba iliyozungumza mambo mazito na hotuba iliyotoa uelekeo wa taifa kuanzia sasa. Wanasema penye wazee mambo haya haribiki, na bila shaka kwa kuwaleta wazee mojawapo ya hatua za rais nikifikiria kuziba ufa ambao ulijitokeza wakati na baada ya uchaguzi, unaweka wapi nafasi ya wazee waliokusanyika pale, kama magala ya ushauri kwa kiongozi wa taifa, au ilikuwa ni wazee wenyewe wanashauriwa? Wazee wanashauriwa, bila shaka lakini, wao wanashauri vile vile, kwa sababu walishauri kabla, maana waliongea kabla hajaongea yeye, lakini naye aliwarejeshea ali mpira kuonyesha kwamba vijana hawakulelewa vizuri vile vile, kwa sababu aliwaambia ali, kwa mfano, mtu anakwenda kule analalamika mm, kwamba ah, mwanangu kavunjiwa mguu pengine ka ka ka kauliwa, lakini anamuuliza, na ninyi mlikuwa wapi katika hili la kuwashauri watoto kwamba mambo haya ni hatari? Maneno yanatarajiwa ya ya kufariji kupoesha machungu na huzuni. Je, unafikiri maneno hayo yanapatikana au yenyewe ni kama msumari moto kwenye vidonda vya wale ambao wana huzuni kwa kupoteza jamaa zao kujeruhiwa, Ega, dega, kwa ujumla, na sikuliona sikuliona. ili la kufarijiana sikuliona sana, sikuliona ni hotuba ambayo ilikuwa imelenga nafikiri kujibu mambo mengi na kufarijiana, labda kwa ufarija, faraja ambayo nimeiona kubwa ni kuwaonyesha usalama watu kwamba watu watakuwa salama e, labda kama kuna faraja, hiyo ndio ilikuwa faraja kubwa, lakini maneno kwa kweli yalikuwa ni maneno ambayo mbali ya kuwa yalikuzungumzwa, lakini yalikuwa ni maneno yenye ukali kiasi fulani, na nafikiri ukali ule alikuwa najibu ukali ambao umekuwa ukiletwa na wale wenye wenye wenye kuzungumza ambao u wasemaji wa wale wanaopinga. Siku zote tunaambiwa kuwa lawama si dawa ya kosa, lakini kile kinachoonekana ni kila upande kulaumu upande mwingine. Upande wa upinzani unalaumu serikali, serikali unaelekeza lawama kwa wengine, na hata leo Rais Samia ameelekeza lawama kwa wazee dini, wazazi kuhusu maandamano ya vijana. Unadhani viongozi wanajenga mazingira bora kwa maridhiano? mazingira ma ya maridhiano unajua kuna kazi ngumu sana lazima tufahamu kwa sababu wale walishasema hawataki hata maridhianosasa kama hawataki maridhiano unataka uwajibu nini yani rais ashuke kwenda chini kabisa ili maridhiano yapatikane ni kwa sababu haya mambo ninipe nikupe upande mmoja ukigangamara kupita kiasi utaraji upande wa pili bila shaka kuwa laini hapana hii ni serikali na serikali E, si chombo kidogo kiasi hicho, kwa sababu amezungumza maneno ya wazi kwamba wale wanaosema watu waliuliwa walitarajia nini, wakati hao wanasema wanakwenda kupindua serikali. Huwa ni uwasi. Uwasi unajibiwa kwa jinsi gani? Ni mwasi unaweza ukamjibuje? Kwa maneno ya busara ya kawaida ya kusikiliza. Tathmini yake Marcel Hamduni mchambuzi wa siasa kutoka Tanzania. DW tunavuma kwa kishindo. Kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa viongozi wa Mashariki ya Kati kusikiliza kilio cha amani cha wananchi wao na kuweka mbinu mpya za amani za kukabiliana na migawanyiko ya kisiasa, kijamii na kidini. Mengi zaidi anaarifu Grace Kabogo. Akizungumza katika ibada ya misa takatifu iliyofanyika karibu na eneo kulipotokea mripuko katika bandari ya Beirut mwaka elfu mbili na ishirini Papa Leo amewasihi viongozi wa Mashariki ya Kati kuondokana na mawazo ya kulipiza kisasi na ghasia na kufungua ukurasa mpya kwa ajili ya upatanisho na amani. Katika mahubiri yake kwenye misa hiyo iliyohudhuriwa na rais wa Lebanon Joseph Aun na waumini wapatao laki moja na hamsini Papa Leo amesema wana matumaini ya kuihusisha mashariki ya kati yote katika roho ya udugu na kujitolea kwa amani, ikiwa ni pamoja na wale ambao kwa sasa wanajiona kuwa maadui. Ameonya kuwa mustakabali wa maisha ya binadamu uko hatarini kutokana na migogoro inayoongezeka duniani. Kua huu naiombea mashariki ya kati na watu wote ambao wanateseka kwa sababu ya vita pia ninaomba hasa kwa ajili ya Lebanon. Ninaiomba jumuiya ya kimataifa kwa mara nyingine tena ifanye juhudi zozote katika kukuza michakato ya mazungumzo na maridhiano. Papa Leo amewataka wenye madaraka ya kisiasa na kijamii nchini Lebanon na katika nchi zote zinazokumbwa na vita na ghasia kusikiliza kilio cha wananchi wao wanaoomba kupatikana kwa amani. Aidha, ameitaka Lebanon kushughulikia migogoro ya miaka mingi ya kisiasa na matatizo ya kiuchumi na kukomeshwa kwa mashambulizi na uhasama. Amewatolea wito wa viongozi wakuu wa madhehebu ya kidini kuungana ili kuiponya nchi hiyo na kuwasihi viongozi wa kisiasa kuendelea na juhudi za amani baada ya vita vikali vya mwaka jana kati ya Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran na mashambulizi ya Israel yanayoendelea. Papa Leo ameiombea pia Guine Bisau kutokana na mzozo wa kisiasa uliotokea hivi karibuni baada ya mapinduzi akitaka suluhisho la amani lipatikane na amewakumbuka pia waathirika wa janga la moto lililotokea Hong Kong pamoja na familia zao. Ziara ya siku tatu ya Papa Leo nchini Lebanon imekamilika hii leo ambapo ilikuwa ni kituo cha pili cha ziara yake ya kimataifa ya kitume iliyoanzia nchini Uturuki. Hata hivyo muda mfupi kabla ya kuondoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Rafik Hariri mjini Beirut kurejea mjini Roma, Papa Leo amesema ameshindwa kulizuru eneo la kusini mwa Lebanon kwa sababu kwa sasa linakabiliwa na hali ya migogoro. Rais Donald Trump wa Marekani ameitaka Israel ijiepushe kuvuruga utawala mpya wa Siria na uthabiti wa nchi hiyo. Kauli ya Trump ameitoa baada ya kushuhudiwa operesheni kubwa ya kijeshi ya Israel kusini mwa Siria iliyosababisha kuuawa wa kwa watu kumi na watatu. Saumu Mwasimba anaripoti kamili. Muda mfupi baada ya rais Donald Trump kutoa onyo kwa Israel dhidi ya kuvuruga usalama nchini Syria jana Jumatatu kupitia ukurasa wake kwenye mtandao wa kijamii wa Truth, ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu nchini Israel ikatangaza kwamba kiongozi huyo wa Marekani amemwalika Netanyahu kwenda White House kwa mara nyingine. Onyo la Rais Trump limeilinga moja kwa moja Israel, likiita nabahisha kwamba ni muhimu kuendeleza mazungumzo ya dhati na ya kweli na Syria, lakini sio kuingilia kati kuvuruga hatua Siria kuleta maendeleo yake. Israel imeshuhudiwa ikianzisha operesheni ya kijeshi kusini mwa Siria hivi karibuni na kusababisha umwagaji damu mkubwa, kama ambavyo amethibitisha Ali Safari, mmoja wa wanajeshi katika kikosi cha usalama cha Siria. Waisraeli walitushambulia kutokea angani na kwa kutumia silaha nzito nzito, tulishambuliwa kutoka kwenye helikopta iliyosheheni zana za kijeshi, na pia walitushambulia kwa droni na makombora. Hali ya mivutano na wasiwasi imeongezeka kufuatia mashambulio mengi yaliyofanywa na Israel dhidi ya Siria na kubwa zaidi ni shambulio lililofanywa Ijumaa wiki iliyopita katika kijiji cha Beit Jinn kusini mwa Siria, watu 13 waliuliwa. Siria ikiyaita mashambulizi hayo kuwa uhalifu wa kivita. Israel lakini imedai kuwalenga wapiganaji wa kundi la itikadi kali. Rais Donald Trump kwa upande wake amekuwa akishinikiza yapatikane makubaliano ya kiusalama kati ya Israel na Siria. Tangu utawala wa sasa unaongozwa na Ahmed al-Sharaa ulipomundwa kwa nguvu aliyekuwa kiongozi wa muda mrefu Bashar al-Assad mwaka mmoja uliopita, rais huyo wa Marekani amekuwa akionyesha na kusema waziwazi kwamba ameridhishwa na uongozi wa bwana Sharaa ambaye wakati mmoja aliwahi kuwa mpiganaji kwenye kundi la waasi wa itikadi kali. Hivi karibuni alikaribishwa ikulu ya White House na Trump, akasisitiza kwamba Sharaa anafanya kazi nzuri nchini Syria kuhakikisha mambo mazuri ya natokea na kwamba nchi zote Syria na Israel zitakuwa na mahusiano mazuri ya kudumu. Utawala wa Trump pia uliondolea vikwazo Syria kama sehemu ya juhudi zake za kumsaidia Rais Sharaa huku pia Washington ikisema kwamba Damascus inajiunga na muungano wa kimataifa wa kupambana na kundi linalojiita dola la Kiislamu. Shukran sana Saumu wa Simba. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Ameilaumu Urusi kwa kutumia mazungumzo yake na Marekani ili kujipunguzia vikwazo. Vilevile zelenski amesema kwamba Urusi imeanzisha kampeni za upotoshaji kabla ya mkutano kati ya maafisa wa Marekani na nchi hiyo. wakiomboo na taarifa kamili, zelenski leo ameilaumu Urusi kwa kujifagilia ili iondolewe vikwazo badala ya kusisitiza amani ya Ukraine. Rais huyo wa Ukraine pia amesema kwamba wajumbe wa Marekani na Ukraine wamekamilisha upya rasimu ya makubaliano ya amani yaliyotayarishwa Geneva wakati wa mazungumzo yao ya hivi karibuni huko Florida, na amesisitiza kwamba Ukraine inaingia kwenye mazungumzo hayo kwa umakini wa hali ya juu na ingependa washirika wake wengi zaidi wa kimataifa washirikishwe katika mchakato huo. Rais wa Urusi Vladimir Putin anakutana leo na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner ambaye ni mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu mjini Moscow. Kwa mujibu wa msemaji wa ikulu Dmitry Peskov, wakalimali wataandamana na ujumbe wa Marekani katika mazungumzo na Putin. Witkoff amewahi kukosolewa awali kwa kutegemea mkalimali kutoka Kremlin. Putin, Witkoff na Kushner wanatarajiwa kufanya mazungumzo kuhusu uwezekano wa njia ya kumaliza vita nchini Ukraine. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atapokelewa leo mjini Dublin na rais mpya wa Ireland, ziara ambayo anaifanya siku moja baada ya kukutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron jijini Paris kama sehemu ya mazungumzo ya kumaliza mzozo mkubwa zaidi wa kijeshi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Waziri mkuu wa Ireland Michael Martin amesema anatarajia kuthibitisha upya msimamo thabiti wa Ireland wa kusimama na watu wa Ukraine kwa muda wote utakaohitajika. Kama sehemu ya ziara hiyo ya Jumanne, Martin alimkaribisha Zelenski kwenye uwanja wandege wa ndege baada ya ndege yake kutua Dublin usiku wa Jumatatu, akieleza umuhimu wa ziara hiyo. Martin alisema kuwasili kwa Zelenski kuna kuja wakati muhimu sana kwa Ukraine. Zelenski alisema mjini Paris Jumatatu kwamba mpango wa amani unaonekana kuwa bora zaidi, lakini suala la Ukraine kuwa na udhibiti wa maeneo yake ndilo suala gumu zaidi linalojadiliwa. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kufanya mkutano wa pande mbili ambao utaashiria ziara ya kwanza kabisa ya kitaifa ya rais wa Ukraine nchini Ireland. Tupo mbashara pia kwenye majukwaa yetu mitandaoni YouTube, Facebook na pia tovuti yetu dw.com kwa ju Kiswahili. Na upande wa pili wa studi um, wa studio namwona Najat amejeajea kutuambia yaliyomo katika mitandao ya kijamii. Asante sana John Juma. Katika mitandao ya kijamii jioni hii, hakuna mengi zaidi ya shauku ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu na watanzania kuhusu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Tanzania Samia, Samia Suluhu Hassan kulihutubia taifa, wakati anazungumza na wazee jioni Dar es Salaam. Katika mkutano huo, kuna sentensi kadhaa amezisema. Kwa mfano, kama mwanawe angepigwa risasi amekufa, kwa nini huku mshauri asitoke? Hiyo ni moja, lakini, ningekuwa na uwezo, ningewachukua baadhi ya vijana niwapeleke nchi za wenzetu waone hali iliyo ngumu. Hiyo ni nyingine. Nilivyoingia madarakani nikachukua visenti vyangu na kuwapa, waje waanze maisha, baadaye hao hao ndio walionitukana. Hiyo ni sentensi ya pili, uh, ikiwemo kauli ya maandamano yaliyofanyika kwamba ilikuwa ina dhima ya kuipindua serikali. Sasa uh, hotuba yake ilikuwa ni ndefu, lakini haya ndio mengi ambayo yamesheheni katika mitandao ya kijamii. Sisi pia kama DW tumechapisha video uh, tatu mpaka nne kuhusiana na kile ambacho kimetokea, kwa ufupi wake, maana alikuwa ni ndefu. mm -hmm. Nikusomee maoni msikilizaji, kwa mfano, anaitwa anaitwa Nick D. Mchana njema, kampeni ya kutowapisha wazee wa Dar es salaam kwenye viti kwenye daladala na au kutokuwapa lifti wakiwa wamechoka barabarani inaanza rasmi leo manake wanawashutumu kwamba wazee walikuwa wanapiga makofi. Mm-hmm. Daudi Kimario anasema kama wahenga wametushinda wazazi unaozungumza nao unadhani watatuweza? Ah, um, mtoa comment maarufu anasema mmeua watu wetu sasa mmeanza kuchanganyikiwa kila siku mnakuja na matamko mapya na hotuba mpya, damu hazitawaacha salama. Hayo ni miongoni kati ya mengi ambayo yanazungumza katika mitandao ya kijamii. John, shukran sana Ambayo yametufikia sawa. Tuanzia chaneli yetu ya YouTube namwona Elinema Mchome anasema nampongeza Rais Samia kwa hotuba yake nzuri. Juvenal Mwanansawa anasema e, Mwenyezi Mungu hijalie Tanzania amani, wakati Deogratias Hamisi anasema hakuna maridhiano ya kweli Tanzania Nyuma Joseph kutoka Sirari Tanzania anauliza kwa nini serikali za kiafrika huwa zinawakandamiza raia wake? Godfrey Mahangem anasema hotuba aliyoitoa Rais Samia haiponyi taifa, ile inachochea hasira za Watanzania. Na Arnold Nyuma kutoka Dar es Salaam anasema hotuba ya mama yetu haina matumaini kwa Watanzania, ajitafakari upya. Fred Nyanokwi anasema nimeitegea sikio doche vele nikiwa Hispania Kenya. Shukran sana Fred, shikilia papo hapo. Hamfrey Masi wa Singida Tanzania anasema tunayatakia kila la heri mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine yafanikiwe. Naye Zevari Kayombo anasema Tanzania tumefikia pabaya. Ukurasa wetu wa Facebook, maoni yako. Salehe Mkoma toka Singida Tanzania anasema naiombea amani Tanzania yetu. Timotea Pedro anauliza kwa kauli hiyo ya raisi, je, tumenia nini? Hilo ni swali lake. Lakini Mwachu Mathew ana, anauliza Raisi Samia amejibu kwa jeuri, hakujibu kama mtu mwenye uchungu na taifa lake. Simoni Gibe ukiwa Arusha Tanzania unasema kinachoendelea Tanzania ni utawala wa kidikteta na siyo demokrasia, hii inasikitisha sana. Ni maoni yake Simoni Gibe. Mbaga Kari Mwambezi Dar es Salaam anauliza kwa nini haya mapinduzi ya kijeshi yanaliandama na ya bara letu pendwa hili la Afrika naye DJ Misese wa Tabora, Tanzania anauliza, kwa kauli hizi ni wazi kwa Tanzania inahitaji tume huru kuchunguza matukio yaliyotokea kipindi cha uchaguzi mkuu. Kwa kauli hiyo kama ni ya rais Samia, ameshindwa kukubali yaliyotokea na shida tu akilaumu, jambo ambalo halitaisaidia Tanzania. Huo ni ujumbe wake Dogras Ombati. Lakini Moses Masato anasema Tanzania ili ilitumia nguvu kubwa sana kuwatawanya waandamanaji ambao hawakuwa na silaha. Shafii Mahmud kutoka Azasema Tanzania inahitaji amani na haki. Emmanuel Samuel anasema hotuba ya rais Samia ilikuwa kali sana, anatufokea. Angekuwa mpole afanikishe maridhiano ya taifa letu. Baazi Rake Bonheu anasema binafsi sioni Marekani itafanikiwa kutatua mzozo huko Kongo. Naye Salim Salim anasema vipi? Anasema Marekani haijawahi kufanikiwa kumaliza mzozo wowote duniani, isipokuwa inachochea matatizo. Ujumbe wake Rigwema Kasole anasema Afrika Mashariki tambueni, kuwa Marekani haviwezi kuwasaidia kutatua migogoro yenu. Richard Garila kutoka Lulembela, Tanzania anasema, tun, anasema, anasema anasema Tanzania tunatakiwa tuijenge wenyewe. Mbala Mwenzi Songoro anasema tupo na mama, hotuba ya leo imeonyesha ukomavu na ujasiri. Venhaus mapendo anasema binafsi naona hakuna jipya litakalofanyika katika suala la mzozo kati ya Rwanda na Kongo. Ramadan Said Masele wa wa Kagongwa, Tanzania anasema binafsi naamini kuwa Trump ataumaliza mzozo kati ya Kongo na Rwanda, wakati Bab Abdul Wahid anasema Marekani wanaunda silaha nzito na kuchochea machafuko, hivyo hawawezi kusaidia kutatua mizozo. Tumesha nyosha uh, washiwataa nyeupe, ishara kwamba tuwachie hapo, lakini uh, Najat heri kujenga daraja. hmm. Kuliko nini? Kuliko kuta. Kuliko ukuta. Okay. Sawa. Shukrani sana msikilizaji, Shukrani sana mtazamaji, Shukrani sana mfuatiliaji wetu, tumefikia mwisho matangazo yetu ya jioni kwa siku ya leo. Kwa wote waliofanikisha matangazo haya, kwa niaba yao mie ni, ya ni John Juma nikisema kwa heri na kuwa